Ah uh, ujumbe huu ni kwa Mkuu wa Majeshi Mkunda. Nimekusikiliza umesema nimekusikiliza umesema kwamba uh, hautaruhusu utekaji tena Tanzania. Ah uh, big up. Mimi nakupongeza. Ila sasa huo muda wote vijana wetu wa kiwote alishinda tu ulikuwa wapi? Mbona ulinyamaza? Hatuna shida na hayo. Sasa basi kama kweli umemaanisha hivyo, mdude aachiliwe. Mdude kaka amfri pole pole aachiliwe, sawa? Hao wote waachiliwe. Yote ile tena kinachochochori kule silari waachiliwe, hao wote. Unaelewa? Alafu watekaji ni kwambia watekaji tunawajua sisi wananchi. Hadi unawajua Mkunda. Ni wa, ni polisi. Ni polisi ni watekaji. Sasa tunaomba hivi, CTFF. Naomba mtu senyu wanajeshi pamoja na TFF tupambane na hao polisi. Hao ndio watekaji hawa. Huyo muliro wa Mbura, muliro na ni wasira wote na, na mafuere kamateni hawa wauaji. Hao ndio uwaji ni watekaji. Na mtu mtu atakitekwa tena, msimwache salama. Usimesema hivyo. Tutaona vitendo. Wewe ulizaliwa tarehe mbili Aprili mwaka 1968 katika kijiji cha Chakwale, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Ulipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Kwaru iliyopo wilaya ya Mbulu, mkoa wa Manyara, mwaka 1979 hadi 1985. Ulipata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Ruvu mwaka 1986 hadi 1989, na shule ya sekondari Ndanda mwaka 1990 hadi 1992. Ulipata elimu ya chuo kikuu katika chuo kikuu cha Mount Meru mwaka 2014 hadi 2017 na kutunukiwa shahada ya sanaa katika utawala wa umma na usimamizi wa rasilimali watu. Ulijiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria mwaka 1992 na ulijiunga na Jeshi la Ulinzi wa Wananchi na wa Tanzania tarehe moja Aprili mwaka 1993. Ulihudhuria mafunzo ya afisa mwanafunzi na kutunukiwa kamisheni katika cheo cha Tenusu tarehe 25 Juni mwaka 1994. Katika utumishi wako umehudhuria mafunzo mbalimbali ndani na nje ya nchi, ikiwemo afisa mwanafunzi Tanzania mwaka 1994, kozi ya awali ya maafisa wa mzinga mwaka 1995, Gun Position Officers Course katika shule ya mzinga Tanzania mwaka 1998, kozi ya utawala wa kikosi shule ya mafunzo ya huduma Pangawe mwaka elfu mbili na moja Field Artillery Company Commander nchini Marekani, mwaka elfu mbili na mbili Regimental Survey Officers kozi Tanzania, mwaka elfu mbili na tatu kozi ya uangalizi wa amani wa Umoja Mataifa Tanzania, mwaka elfu mbili na saba kozi ya ukamanda na unadhimu nchini Uganda, mwaka elfu mbili na nane Artillery Battalion Commander kozi nchini Bangladesh, mwaka elfu mbili na kumi na kozi ya ulinzi wa taifa nchini in India mwaka 2016. Katika utumishi wako umepandishwa vyeo mbalimbali ifuatavyo. Kuwa Lieutenant tarehe 5 Oktoba mwaka 1995, kuwa Captain tarehe 21 Januari mwaka 2001, kuwa Major tarehe 3 Novemba mwaka 2006, kuwa luteni kanali tarehe 19 Machi mwaka 2010, kuwa kanali tarehe 17 Januari mwaka 2015, kuwa Brigadier General tarehe 30 Juni mwaka 2016 19 kuwa Major General tarehe 2 Juni mwaka F 2020, na kuwa Generali tarehe 29 Juni mwaka 2022. Katika utumishi wako uliwahi kushika madaraka mbalimbali yakiwemo Platoon Commander, Shule ya Mzinga mwaka F 1993 hadi 2000, Afisa tawala 451 Regiment mwaka 2001 hadi 2006 Betri Komanda 451 Regiment mwaka 2006, Mkufunzi shule ya Mzinga mwaka 2007 hadi 2009, Kaimu Kamanda 977 Regiment mwaka 2009 hadi 2011, Kamanda Kikosi 977 Regiment mwaka 2011 hadi 2018, Kaimu Kamanda Brigedi 202 mwaka 2018 hadi 2020, Kamanda Jeshi la Nchikavu mwaka 2020 hadi 2021, mkuu wa tawi la mafunzo na utendaji kivita makao kuu ya jeshi mwaka 2021 hadi 2022 na, na, na mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania kuanzia tarehe 30 Juni mwaka 2022 madaraka ulionayo hadi sasa. Katika utumishi wako jeshini rais na amiri jeshi mkuu alikutunuku nishani zifuatazo: nishani ya miaka 40 ya jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania, nishani ya operesheni demokrasia Komoro, nishani ya miaka hamsini ya uhuru nishani ya miaka hamsini ya muungano nishani ya miaka hamsini ya jeshi la ulinzi wananchi wa Tanzania nishani ya miaka sitini ya uhuru nishani ya utumishi mrefu nishani ya utumishi uliotukuka na nishani ya kumbukumbu -kumbu ya Muungano daraja la nne. Kwa kutambua utumishi wako jeshini, mimi Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mirijeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na salama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutunuku nishani ya miaka 60 ya Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania.